Unadhani itakuwaje kuhusu usafi wa pahala pa ndani ndani ya moyo? Fa idha kanat taharatu ldhahiri min albadani bihadhihi lmanzila, itakapokuwa usafi wa nje ya kiwiliwili umewekwa katika dini katika nafasi hii kubwa. Mtume kazungumza mengi sana kuhusiana na usafi wa nje na kiwiliwili ikiwa ni dini imetilia umuhimu mkubwa huo, fa ma dhannuka bi taharati alqulub, sasa ni ipi dhana yako sasa, Mwislamu, kuhusu usafi wa nyoyo, alati hiya madaru lamali la nyoyo, ambazo ndio mzunguko sasa wa amali, amali yako wewe, yangu ili ikubaliwe na Allahu jalla wa waala anatazama pale katika moyo. Unadhani ikiwa usafi wa nje umeshughulikiwa kiasi hicho, kwa manzila hiyo, kwa daraja kubwa, unadhani itakuwaje kuhusu usafi wa moyo alati nyoyo ambazo hiya madaru la amali, ndiyo mzunguko wa amal wa thawabi, mzunguko wa thawabu. Ili ulipwe thawabu kwenye ibada utakayofanya yoyote panaangaliwa kwanza katika moyo zitoke thawabu au zisitoke thawabu, ulipwe usilipwe, panatazama katika moyo. Waliqab na mateso pia adhabu, panaangaliwa katika moyo. Uweza ukafanya jambo zuri kabisa na mtu akiliangalia nyuma zuri kabisa, na ukenda ukaadhibiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo umeharibika haukuwa safi katika kile ulichokifanya, ambacho waja walikiona kizuri, lakini kwa Allahu jalla waala hakikuwa kizuri. Kwa hiyo pahala hapa ni muhimu sana katika moyo, pahala ambapo ndio mzunguko wa amali zote, wal qabuli wal radd, pahala ambapo ndio panapotizama katika kukubaliwa amali zake mja na kurejeshwa zisikubaliwe

Yule atakeyemjia Allah siku hiyo biqalbin salim, na moyo uliosalama, umesalimika na shirki, umesalimika na bid'ah, umesalimika na chuki, umesalimika na aqdi, umesalimika na bughda, umesalimika na ghil. Hii moyo ni senta moja muhimu sana katika kiwiliwili cha binadamu. Hapo ndipo Allah anapopangalia katika kukubali na kurejesha amali ya mtu siku hiyo. Amani haitopatikana ila kwa atakayemwendea Allah subhanahu wa taala na moyo uliosalimika. Anasema asheikh Abdurrahman bin Nasirin Sadi rahimahullah taala waraahu katika tafsiri yake, alipokuwa akitafsiri aya hii Akasema walqalbu salim, na moyo wa salama, moyo uliosalimika. Maanahu, maana yake, alladhi salima minashirk, kwanza kabisa ni ule moyo ambao umesalimika kutokana na shirki. Wa mahabati sharri, na moyo uliosalimika na mapenzi ya kuipenda shari. Penda mtu shari, moyo huu hauko salama, unaugua

Kutokana na haya yaliyotajwa, yalazimika itisafu bi addadiha, lazima kusifika moyo na kinyume cha mambo hayo yaliyotajwa. Min alikhlasi, lazima moyo usifike kwa ikhlas, mwislamu asifike kwa ikhlas, usafi wa moyo. Wal ilmi, lazima moyo usifike kwa ilmu, mtu asifike kwa ilmu. Wal yaqin, moyo usifike kwa yaqini, mtu awe na yaqini